Unaangalia Msangazi TV. U hali gani, mfuatiliaji wa Msangazi TV? Karibu tena kupata habari za kweli na uhakika, ambapo leo tuna habari kutoka Tanga. Bondia wa ngumi za kulipwa nchini na bingwa wa mkanda wa WBO Afrika katika uzani wa mido, Hasani Mwakinyo anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tanga, akituhumiwa kumshambulia mtu anayedai kuingia katika eneo lake bila ridhaa yake. Mwakinyo anashikiliwa na, na jeshi hilo tangu Alhamisi katika kituo cha Chumbageni kutokana na sakata hilo, huku mtu huyo alishambuliwa akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa Bombo, Tanga. Chanzo cha kukamilika kimeeleza kuwa sababu kubwa bondia huyo kushikiliwa na jeshi hilo ni kutokana na madai ya kumshambulia mtu huyo na kumsababishia majeraha makubwa mwilini kwake. Endelea kuifuatilia Msangazi TV kwa habari za kweli na uhakika. Mimi jina langu ni Yusufu Emmanueli. Unaangalia Msangazi um TV.